Kanali Sawala ametoa kauli hiyo mkoani Mtwara katika ofisi ya mkuu wa wilaya ya Mtwara baada ya kupokea mbali mbali, kwa kwa ya kupokea vifaa mbalimbali kwa lengo la kuwafariji waathirika waathirika wa mafuriko yaliyotokea mkoani Mtwara huku ikitajwa kuwa eneo la manispaa ya Mtwara Mikindani ndilo lililoathirika zaidi, ambapo zaidi ya watu mia tisa walipata madhara mbalimbali ikiwemo upotevu wa mali. Twende tukaigawe kwa wale waliopata madhara hale kulingana na utaratibu ulivyo e, kwa utaratibu ambao ni mzuri bila kuwa na tatizo lolote, na mimi nimeratibiwa vizuri twende tukatoe ili wawe na nchi wetu waweze kurudi katika hali ya kawaida. Kasimamie wananchi wetu kuhakikisha wanapata elimu nzuri ya kurekebisha miundombinu yao ya nyumba zao ziendelee kuwa imara ili madhara kama haya yasijitokeze tena. Sambamba na hayo, mkuu wa mkoa amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwasaidia waathirika wa mafuriko baada ya madhara haya kutokea kwa Wanamtwara. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, akasema wana Mtwara wana Mikindani waliopata athari ni wanangu, ni lazima niwakimbilie. Akatoa maelekezo ofisi ya waziri mkuu wanaoshughulikia sera, bunge na uratibu katika kitengo cha maafa, kwamba nendeni Mtwara, watoto wangu kule wamepata madhara na athari na madhira kutokana na mvua zilizonyesha. Uh, na kikubwa zaidi ambacho tunakisema, uh, tunawashukuru sana pia uh, tumepokea ile misaada, na mwisho wa siku, mara baada ya hivyo ukaelekeza kwamba leo, uh, uje nawe ushuhudie, uione na uweze kutoa kauli ya mkoa uh, moja kwa moja, pengine kwenye ofisi ya waziri mkuu, pamoja na wadau na wananchi wote uh, wa mkoa wetu wa Mtwara hasa au wa Mtwara Mikindani ambao walikumbwa na kadhia hii. Akizungumza kwa niaba ya watendaji kata, kaimu mtendaji kata ya Magomeni Sinyamwira Siabaje amesema kuwa watahakikisha wanasimamia vyema ugawaji wa vifaa hivyo. Tunaahidi kwenda kuvigawa hivi vitu kutokana na mjibu watakapotuletea, na maelekezo tutakayopewa, kwa wahanga wote ambao wamepata majanga hayo, lakini sisi kama watendaji wa kata na tunaadili sana na wananchi, tunaomba sana wananchi kuchukua tahadhari juu ya maeneo yale hatarishi ambayo ya yameleta maafa makubwa. Mimi naitwa Juma Mohamed, habari zote kali za siku, za kusisimua kuelimisha na kuburudisha bila kusahau mahojiano maalum exclusive interview zenye ubora wa hali ya juu, vyote hivi unakutana navyo hapa hapa jukwaani Khomein TV. Kwa wenye matangazo ya biashara na mengine yote tupigie kupitia nambari 0712 0 228 au waweza kututumia barua pepe kupitia khomeintvmedia at gmail.com. Nyote nakaribishwa.